Taarifa yetu ya awali kuhusiana na uchunguzi wa maiti wa mwanablogu Albert Ojwang ambao unatarajiwa kufanyika leo alasiri katika makafani ya Nairobi. Mwanahabari wetu Ben Kirui yuko huko hivi sasa na anaungana nasi kwa mengi zaidi. Kirui, tueleze hali iko vipi na ni kipi ambacho kinatarajiwa kwamba upasuaji wa mwili ambapo umetarajiwa kufanyika saa nane mchana ama mchana wa leo. E, ni upasuaji ambao ulikuwa unatarajiwa kwanza e, mapema kidogo huku wanaharakati wakitaka e, upasuaji huo ufanyike ndiposa e, ibainike wazi ni kipi ambacho kilisababisha mauaji ama kifo cha Albert Ojwang, ambapo wanaharakati hawa wanaamini kwamba e, maafa yake yalitokana na kuuawa ndani ya kituo cha polisi cha Central. Kwa sasa hivi kumekuwa na maandamano e, ambapo walifunga barabara e, hii ya mzunguko wa city mochari. Maafisa wa polisi e, waki E, lazimika kuletwa hapa kwa wingi ili kuweza kuzuia hali hiyo e, ambapo wanaharakati hao walikuwa wanasema kwamba wanataka haki iweze e, kubainika ama kushinikiza e, haki na uwazi ubainike wakati upasuaji huo e, unaratibiwa e, kufanyika sasa hivi. Awali e, wakili wa familia e, aliweza kuhutubia wanahabari akielezea tu kiini ama akielezea kile ambacho sababu e, e, kilichofanya e, fanya e, upasuaji huo uweze kusongeshwa hadi saa 8 mchana akisema kwamba alikuwa ambapo anataka kila mtu aweze kuhusishwa, e, wale wapasuaji wa kutoka upande wa familia wapasuaji vile vile wa kutoka ma, upande wa, wa serikali wawepo wote, ndio posa kubainike wazi, kusikuwe na tashwishi baadaye kwamba upasuaji huo ulifanyika kwa namna gani. Lakini hapa nitaungana tu naye e, Hussein Halin ambaye ni mwanaharakati wa haki za binadamu aweze tu kuelezea kwa kifupi tu kile ambacho kimejiri. Mmekuwa na mkutano pale baina yenu, maafisa wa polisi, maafisa wa serikali, ni kipi kilijiri? Naam, um, katika mkutano uh, kulikuwa na madaktari, mawakili na familia, na ilikubalika kwamba kwanza kuna haja ya wale maafisa waweze kufanya ile forensic ya pale ambapo uh, tukio lilifanyika. Vilevile vile walisema pia lazima wafike katika hospitali ili hiyo habari yote ndio waweze kupewa wale madaktari, ndipo wanapofanya upasuaji wajue ni ushahidi gani wanatafuta. So tukakubaliana tuwape asubuhi waweze kufanya hivyo, ikisha tukutane hapa saa nane ili tuangalie vile tutaweza kuendelea na ule upasuaji. Na msijui kama kumekuwa na uwepo wa wale maafisa wa aipoa ambao wanafaa kuwa wameanza uchunguzi huu rasmi. Naam, hadi hivi sasa wanaoongoza uchunguzi ni maafisa wa aipoa. Kama unavyofahamu, wale ambao wanashukiwa ama washukiwa wakuu ni kitengo cha polisi, kwa hivyo hatuwezi kuwa na imani ikiwa polisi bado wao ndio wataongoza uh, huu uchunguzi ndio, kwa maana tumesema aipoa ni akani wa kufanya uchunguzi huu na wapate usaidizi kwa wale wengine wote. Tuko hapa pamoja na mashirika mengi yakiwemo Imlu, Amnesty na wengine, ndio tunajaribu kushirikiana tuhakikishe haki imeweza kupatikana. Tukimalizia, tumeona hapa vuta ni kuvute, watu wakikimbizana hapa. Kuna wale ambao wanadaiwa kuwa maafisa wa polisi ambao wamevalia, wamevalia sare e, e, za raia wamekuwepo hapa. Sijui ni kipi ambacho kilikuwa kinajiri wakati huo. Naam, ni wazi lazima tuzungumze haya mambo kwa sababu koti ilitoa uamuzi na koti ilisema kukiwa na maandamano ama kukiwa na hali yoyote ambapo wananchi wanahusika, basi wale maaskari lazima wavae sare zao kamili. Sasa tukiona kwamba wanakiuka hiyo sheria, wanavaa nguo za nyumbani, hawajitambulishi, inaingiza watu wasiwasi. So tulikuwa na maandamano hapa kidogo, na kulikuwa na baadhi ya wale askari ambao hawakuvalia sare zao za kawaida, ndio wananchi wakasema lazima koti isikilizwe, itiliwe maanani. Naam, asante sana Bwana Hussein Khalid e, Mashirima, tutakomea hapo tunaposubiri e, upasuaji wa mwili ama maiti ya Albert e, Ojwang iweze kuanza rasmi, ndio tuweze kujua baadaye maafisa ama wale wachunguzi watakuwa wamepata nini e, kutokana na hilo Mashirima. Naam, shukran Kirui, kutoka maka